George Mkono ni mkurugenzi wa uhamasishaji uwekezaji kutoka Mamlaka ya Uwekezaji na Maeneo Maalumu ya Kiuchumi. Leo tupo hapa Mwanza, tutaendelea na kampeni yetu ya kuhamasisha wawekezaji wa Tanzania na lengo letu la leo, leo tumetembelea hospitali hii inaitwa Kamanga Medics Hospital. Kamanga Medics Hospital ni mwekezaji Mtanzania ambaye amesajiliwa na mamlaka ya uwekezaji Tanzania. Mwekezaji huyu alisajiliwa miaka karibu 15 iliyopita, lakini leo hii tuko hapa kwa ajili ya kukagua uh, i ili, uwekezaji ili wake katika sekta ya afya, wamewekeza katika hospitali. Leo hii tunakagua expansion au upanuzi wa hospitali ya Kamanga Medics Hospital. Tunaona ni mwekezaji mtanzania ambaye alithubutu kwanza kuangalia fursa ya uwekezaji katika kanda ya Ziwa, lakini vile vile, katika mamlaka ya uwekezaji tunasaidia uh, miradi mipya, lakini na ile miradi ya upanuzi. Huu mradi tunaona miaka 15 iliyopita ilikuwa ni hospitali ndogo, leo hii anajenga gorofa zaidi ya 11, mradi ambao ni zaidi ya bilioni 30. Ni Mtanzania, ni Watanzania, madaktari waliamua kuthubutu, wameamua kuthubutu na imewezekana, lakini imewezekana kwa kupitia usaidizi wa mamlaka ya uwekezaji katika maeneo mbalimbali. Niyataje baadhi, kwanza ni zile vivutio vya kikodi. Tunatambua katika jengo lake hili jipe ambalo atawekeza, atapata unafuu wa misamaha ya kikodi katika vifaa tiba katika hospitali yake. Natambua ataingiza MRI, CT scan, mashine za ku, uh, za kufanya za theater kule ataingiza X-ray mashine vitanda vyake vile na vile vifaa tiba vyote ambavyo vitahusika katika hospitali. Mamlaka ya uwekezaji itamsaidia kupata misamaha ya kikodi katika ushuru wa forodha katika asilimia mia moja. Natambua hii ni sekta ambayo, katika sekta ambazo serikali inazihamasisha inazi kwa hiyo naomba kutoa wito kwa Watanzania, kwanza kumuona mtanzania mwenzao ambaye tumemtembelea leo, amefanya kazi kubwa, lakini haya yote yameletwa kwa sababu ya mabadiliko, lakini sheria na maboresho ya mazingira mazuri ya biashara ambayo ameyafanya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika hii awamu ya sita kuna hizi sekta ambazo sasa hivi tunahitaji wataalamu wengi na tunafahamu sekta hii inakuwa sana duniani teknolojia inaongezeka sana kuna utaalamu ambao hauwezi kupatikana hapa nchini so mamlaka ya uwekezaji kupitia lile dirisha la kutoa huduma la mahala pamoja tunawasaidia watanzania wanaowekeza katika sekta hii ya afya kuleta wao wataalamu kutoka nje expatriate ambao watahamisha ujuzi kwa watanzania madaktari katika sekta ya afya ambao wako hapa ili waweze kuwasaidia kuongeza utaalamu zaidi lakini kuongeza ujuzi zaidi ambao unapatikana katika maeneo mengine ambapo sisi hapa nchini hauwezi kupatikana. Wataalamu hao tumewasaidia wa kuwapatia vibali vya kazi kwa muda maalumu, ili kuweza ku, ku, kutransfer ule ujuzi kwa Watanzania, na baadaye watarudi, wataacha Watanzania waweze kuendeleza Watanzania. Kwa jina naitwa Daktari Kabangila Rodrick. E, kwa taaluma mimi ni physician wanaita internal medicine specialist katika mambo ya magonjwa matumbo zaidi. Aa, mimi ni mmoja wapo wa wanzilisho wa hospitali hii ya Kamanga Medics Hospital, ambayo ni hospitali ya rufaa kwa sasa ya Kanda katika ngazi ya hospitali binafsi. Kwa hiyo, ukizungumzia hospitali za Kanda katika Kanda Ziwa ni hospitali mbili, Bugando kama hospitali ya serikali na dini na Kamanga kama hospitali ya binafsi, ambao kwa hilo tuko proud kama wawekezaji wa ndani kuweza kufikisha hospitali tulipo hapa, na nia yetu kubwa ni kuisaidia serikali katika kuweza kuharakisha huduma za afya karibu na watu. Hiyo ndio lengo letu kubwa. Kwa hiyo kama wawekezaji wa ndani tukaona hii ni fursa ya kuweza kusaidia serikali, lakini tujitolee taaluma yetu katika nchi yetu. Kwa hiyo tunavyozungumza sasa hivi sasah e, tumeanzisha hii mradi tumeweza kuanzisha huu mradi wa jengo jipya ambao uko nyuma yetu. Hii itakuwa ni jumla ya gorofa kumi na moja, yani gorofa zinazotumika k okay, summit juu. Kwa hiyo e, mpaka ukisha utakuwa na vitanda takriban 200. Eh, tumeweza kujisajili na iliyokuwa TIC, sasa hivi naitwa TISEZA, ambayo kwa kweli e, so far e, tuna, tunaona itatusaidia sana katika vitu ambavyo tutakuwa tunavileta, tutaweza kuingiza kwa weni kama mwekezaji aliyesajiliwa katika mamlaka ya TISEZA kwa mradi wetu wa nyuma, mpaka ukiisha utakuwa na takriban ya bilioni 27 mpaka 30, mpaka mradi wote ukiwa umeisha kamili. So, I'm very proud na usaidizi wote tulopata na serikali mpaka sasa. Tuna takribani stafu mia tatu na hamsini. Kwa hiyo sisi kama wawekezaji tunashukuru, tunashukuru serikali awamu ya sita kwa kuboresha mazi, mazingira kuboresha mazingira ya taasisi kama hizi, benki za uwekezaji kama TIB Development Bank kuwa tayari kuwakopesha wawekezaji wa ndani, lakini kuboresha mazingira, kuwa na mamlaka ambazo zinaweza zikakusaidia kuweza kupata aweni hasa labda ya kodi mbalimbali mbali. E, kama hivyo, kama ukitaka kuagiza vitu nje TISEZA inaweza ikasaidia kuweza kupata ueni ya mikopo. Kwa kweli naweza kusema e, wawekezaji naweza nikasema nahamasisha waweze pia kujiandikisha kujisajili katika mamlaka kama hii ya TISEZA. E, kupitia mamlaka hii sio tu unapata ueni ya kikodi kama ambavyo nimesema, tunatarajia kuingiza baadhi ya vitu ambavyo e, TISEZA itatusaidia kuweza kupata uwene, lakini pia nimetolea mfano wa expatriate hawa e, e, e, wataalamu ambao tunao labda wengi nchini tunawaajiri kutoka nje e, TISEZA inasaidia. Kwa hiyo ningeshauri e, wawekezaji waone fursa pia kupitia hizi mamlaka kama TISEZA ambazo sio tukikodi, lakini pia kuna vitu vingine ambavyo ukienda sasa kukutana nao wanaweza kupa maelezo zaidi, unaweza kufaidika vipi kuwa mmoja e, wa wasajiliwa katika eneo.